ile vetting ambayo imesumbua wananchi wa Northern Kenya kwa miaka 60. Leo nimesema hiyo maneno ya vetting iondolewe, ndio vijana wote wa Kenya wapate vitambulisho vile Wakenya wengine wanapata vitambulisho bila ya matatizo. Mambo ya vetting ambayo watu nae, na wa Kilifi hii walikuwa wanaangaishwa nayo na Wakenya wengine tumefutilia mbali ili wakenya wakiliti wanapotafuta vitambulisho wapate vitambulisho vile Wakenya wengine wanapata. Njia mojawapo ya kutafuta maendeleo ni kumwezesha Mkenya, na kumwezesha Mkenya ni mpaka ajihisi kwamba ni Mkenya na umpe haki za Kenya. Nafikiri shida zote ambazo tunaweza kuzungumzia zungumzia pale, huenda kawa suluhisho moja mojawapo ni hatua ambayo Rais alisema kwamba hawa ndugu zetu mm. wapewe vitambulisho wakekuwa vitambulisho, <coughs> watapata haki zingine kama ambazo mimi na wengine tunaweza kuzipata. <coughs> <coughs> Watapata nafasi ya kuchagua uongozi bora wea kwa mabadiliko. Eh, hili mlipokea vipi, daktarirchi? Hiyo uh, ni swala ya maana kabisa, kwa sababu wakati tumeanza hii jad, uh, kuongea hii mambo ya, ya northeastern, ama kaskazini tulianzia na historia ya northestern um na tulianzia na wilaya iliyofungwa kama closed districts mm -hmm. mm -hmm. then kuna kitu ilikuwa indemnity act mm -hmm. kuna vitu zingine uh, ordinances mingi sana mm -hmm. ya kuhangaisha na, na, na kunyanyasa watu wa Kaskazini mm -hmm. hizo zote zilitolewa baada ya sisi kukuwa multiparty mm -hmm. ile, kitu, ile kitu ambao maserikali ambao ya kwanza ya pili ya tatu tangu multiparty ilikuwa imeendelea nayo ya kuhakikisha kwamba bado hakuna freedom ya hii watu kusukuma chini. Ni kuendelea na hii mambo ya vetting, kwa sababu wewe ni kijana, unaenda secondary school, umemaliza, unataka kuenda college. Mama yako ni Mkenya, ako na ID, ako na birth certificate, baba yako hivo hivo, hata babu yako ni hivo, ni Mkenya, alizaliwa hapo. Sasa wewe unaenda kupata kitambulisho unaambiwa vetin lete mama yako lete hii inaisha 5 6 years baada ya kumaliza secondary school uweze enda college. mm -hmm. na ulipata admission you passed very well. mm -hmm. una, unaenda college ya law um, school unaenda kwa mambo ya daktari ulipata admission 5 years ago, bado unahangaika huko nyumbani kwa sababu you can't travel eh? na nakuambia hiyo story ni story ya kila kijana huko northeastern, wasichana na vijana wote mm -hmm. It is true also, there are girls, wasichana ambao waliolewa wakapata watoto. Wengine ni maka arbaini hawezi pata id card. Unaona, and these are Kenyans. The problem is our Kenyan leaders don't understand. I don't know hii shida ya kusema oh, oh, huyu ametoka Somalia kwa sababu huyu amefanana ule ametoka Somalia, they look alike. Sasa wewe How many people look alike? Eh, there are Luyas in Busia and there are Luyas in... in Uganda. Na kuna mtu anauliza hizo maswala za boda. Iko ile ya Tanzania. Huko Moyale ukienda, wanakuambia, oh, Borana huyu wa Kenya na huyu mwingine anafanana. Sasa lazima hata kama akilete kitambulisho ya baba na babu yote lazima aongoje. That was a very systematic way to sabotage population ya ya, ya kaskazini, vile rais alisema na vile mnajua kwamba IBC sasa imesema wana sajili zaidi ya milioni sita. mm -hmm. Mimi nakwambia kwa hakika kwa sababu ya kutoa hii vetting. mm -hmm. 20 to 40% ya new ya voter registration itatoka sehemu hiyo, kwa sababu sasa vijana wanaweza register. Wale kina mama ambao walikuwa wamekaa 40 years yote wataanza kuregister, na tunawaambia kama viongozi wa kwamba usipate tu ID peke yake, tafadhali go and register for votes. mm -hmm. so that tuwaonyeshe hapa sisi watu wa kaskazini tuko na idadi, tuko na census. Kama unakumbuka mm -hmm. Si hata zio veti peke yake ilitusumbua, hata census yani ya, ya 20, 2009 ilipelekwa kotini 2019 mpaka sahii iko kwa kotini. So kwa kila namna kuna vita fulani inaendelea mahali ya watu ya kaskazini ambao uh, wanasikia yale madai. Nimependa unapofanua ulisikia ile hofu ya watu wasema kwamba sawa, mm, tukiweka bila vetting, mm, tunafungua mwanya wa watu kutoka upande wa pili kuja kujisajili kama uh, kuja kuchoputa mtu, kama mlisikia hizo wa, wanasema hiyo. hiyo yote ni excuse, unajua hiyo yote kama ukienda panda ya revenue unasema, oh, hii watu wako na ardhi kubwa, wachana na mambo ya one kilometer one vote, tufanye uh, one person one vote one shilling. all these things are excuses, it's just the same narrative. Sasa ni watu, mbona wa Somali na wa Borana wanavuka mpaka wajisajili kupata ID card ili wapige kura, na wale wa Uganda na wa Tanzania hawezi kuvuka mpaka. What's the difference? It is the same thing sisi so, mm -hmm. mm -hmm. uh, the, the si kama viongozi safari hii tumeamua kuonyesha uwezo wetu. Kenya hii tutakuwa na two coalitions peke yake. Iko coalition inaitwa two term coalition na coalition ya upinzani, na hiyo two term itakuwa Kenya Kwanza ya zamani UDA UDA, pamoja na baba na ODM pamoja na hii chama yetu ya North Eastern inaitwa UDM ambaye ni na third strongest pande hii nyingine ya upinzani. Upinzani, upinzani tutakuwa na Kolonzo na wengine, lakini nasema hivyo kwa sababu tunataka kuonyesha kwamba na, the people of Northern Kenya matter uh -huh. In terms of votes. See how watu wa Central kila wakati wanatuambia hawa hawana numbers. Eh, census yetu wanapeleka kotini, we want to prove a point. Sio ati watu wanatoka huko, we watu wetu hawajapata ID cards na wako wengi. In fact if you compare the Kenyans in northern Kenya with ID cards and the ones without, the ones without na ambao wamefika ndio wengi zaidi.

William Ruto, sae, Rais William Ruto alifanikiwa na naweza like go, so kulizungumza daktari, unadhani kwamba hatua ya serikali ya madarakani chini ya uongozi wake Rais William Ruto ya kusema kwamba uh, watu wapewe uh, vitambulisho bila yale maswali yanaenda rudi bila ya vikwazo vingi, unadhani imeweza kufanya uungwaji uh, uh, wake mkono kuongezeka katika maeneo ya, ya Kaskazini Mashariki kama anavyosema daktari? Anasema kwamba ile ndio ambayo ilimpa ili mapenzi na watu wa jamii ile. Eh, asante Rashid, asanteras. eh, nafikiri hata kama pengine eh, hatukuwa tuna support William Ruto Mm -hmm. Kwa serikali yake kwa wale watu wa Kaskazini na Kaskazini Mashariki, this was the turning point. Wakati ukienda kwa registrar of uh, uh, persons, penetration yetu kwa hizo sehemu ya ID card was between 35 and 40 percent it meant that 60% ya watu wetu hawako na ID card. Mm. True. Watakuja wanaambiwa, eh, leta baba eh, pengine baba alienda na mifugo ye, eh, atakaa miezi me, mbili tatu eh, next time watarudi. mm -hmm. Nasema wapi eh, ya mama mama alikufa wapi, death certificate. Mimi na wewe tunajua watu wetu, mtu akikufa anazikwa na maneno yake inasaulika, unless pengine alikuwa anafanya kazi kwa serikali mm -hmm. ama nini, akikufa amekufa, hakuna mtu ataenda kusema nataka death certificate, sababu kile mko naye ni ya familia, sio ya Rashid, sio ya Raso mm -hmm. so haya yameendelea miaka sitini mpaka mtu mmoja anakuja anaitwa William Ruto nasema, na tulimueleza kama wabunge, natulimweleza inakuaje sehemu ya Kenya because sisi tunatembea kama wabunge tunatembea Western, Nyanza mm -hmm. E, e, sehemu uh, ya Coast. Sio kila mali Coast, pia hata tunajua iko sehemu ya Coast ambayo iko na shida kubwa sana mm -hmm mpaka watu wanaitwa Makonde mm -hmm. wameishi Kenya tangu mbele ya uhuru, lakini wa, wa, watu walisema hawa walitoka Mozambique. Kwani mtu anatoka Mozambique miaka sitini bado anatembea? <laughs> si amefika, lazima uanze kukubali nani Mkenya. So kwa hivyo e, kulingana na mimi e, na kulingana na wale, wa, wale watu wote uh -huh. Wanatoka sehemu kame. Kama hatukuwa tuna support William Ruto, hii ndio itatufanya tu support yeye. yeah. Mm. Absolutely, leo mimi nikienda saku, najua iko wazee e, wa, ako na kijiji yake na ameishi pale tangu mimi nikiwa mtoto. Leo mimi ni Ee, mimi ni mjumbe wake nakuja kuomba kura, alafu ananiambia e, mheshimiwa mimi sababu sitaweza kukupigia kura. Nimekuombea nauliza hii haya ya tajiri Kenya, mpaka lini? Lakini tulisema sababu mimi uh, ni mmoja wale mm -hmm. eh, wako mbele ya uh, kamati ya uh, security mm -hmm. Ya National Assembly. Tulisema hata ukiondoa vetting maneno ya national security ipewe kipaumbele. So that mtu yoyote mm -hmm. ambaye hapaswi kupata ID card ya Kenya, mm -hmm. ama any foreigner ikiwa established, wasiwe watakuja kupewa, sababu hii ni sabuni ya kuwa Kenya Because mi na wewe tukitembea kwa street. Okay, tuko Kenya. Lakini proof gani? Proof ni unaulizwa wapi ID card. mm -hmm. So kwa hivyo uh, sisi tumeshukuru eh, sana serikali ya awamu ya tano Naam. kwa kuweza kututambua kuwa wa Kenya na labda na, pengine kabla tuende tuchukue tu, tu, tu mapumziko kidogo kiasi na kuruhusu, nitaweza kuwauliza, kwa sababu unapojua, mali popotu, palipo na uzuri, hapakosi mbaya mmoja mm -hmm. ndio kawaida mm -hmm. ya binadamu. Mali popote palipokuwa na watu wenye nia nzuri, kuna wengine ambao wana nia mbaya. Katika hili ambalo mnasema kwamba kwenu ni zuri, je, kwa wale ambao wanaweza kutaka kuteka advantage ya hili na kuweza kuleta ubaya, mmejipanga vipi ama kama viongozi wa Northeastern, kuhakikisha kwamba hamtatoa fursa ya watu ambao wamekuwa na dhamira kuleta utovu wa usalama maeneo yale, ambao watakuja kuchukua nafasi hii ya kuchukua vitambulisho kesho, wawe miongoni wa, mwa shida kuliko manufaa. E, jambo la kwanza, e, unajua iko watu ambaye iko vitu watu hawaelewi sana. naam. Kenya is not a welfare state. hmm. Welfare ni kusema serikali, kama una kazi unapewa, e, kitita ya pesa fulani mm -hmm kama una nyumba unajengewa <laughs> una unajengewa. Kenya is not a welfare state. Saa hizi ukiwa Mandera, ukiwa Moyale, chakula ile tunapata inakuwa rahisi upande ile ingine the, anything ambaye ni chakula uh -huh. ni rahisi kupata kutoka Ethiopia kwa bei nafuu, almost 50% ukiwa Mandera ukiwa unaishi along the border ya Somalia, just the same so, mtu ambaye ako upande ile aache ile maisha ambaye ni afadhali na yangu, akuje kuungana na mimi eh, itakuwa ngumu kabisa. Eh, jambo la pili ya kuweza kujibu kile umesema, ingawa imesemekana eh, hakuna vetting But vetting bado iko. How? Unless chief identify Rashid ni mtu mtu wangu. Mm-hmm. Anatoka kijiji fulani. Najua ndugu yake fulani, najua mama yake ni fulani. Naam. Babu yake baba yake ni fulani. And that is all we wanted so that the individual is identified as a person. Naam. Sio kuambia, eh, kuja na mama. Uh-huh. Eh, kijana anasema mimi ni orphan, mama alikufa zamani, e, na baba e, baba alitoweka. Mimi hata nikizaliwa, nikiwa mtu mkubwa sijawahi kuona baba. Haya ndiyo yalikuwa vikwazo kupatia watu wetu stakabali ya kuwa Mkenya. mm -hmm. Lakini upande ya security. Naam. bado haijaondolewa, bado iko. Mm, na bila shaka nitachukua mapumziko, tapata maoni na pia nkija, kuna maswali mbali nitaza kuwauliza. Kuna watu wananiuliza nasema Rashidi, ukiangalia jinsi watu wa jamii hiyo wanavyowekeza katika maeneo mengine ama nchini, katika hizo kaunti zengine karibu arobaini na mngewekeza kule ingekuwa kuna mabadiliko. Mbona mbona mwekezi nyumbani? Nitakuja kuuliza swali watu wanasema kwamba, mm. kila kaunti hapa Kenya mm. wanajivunia uwekezaji kutoka kwa watu mm. ka jamii ile. Kila kaunti inajivunia kama ni hospitali ya kibinafsi mm. kama ni shule ya kibinafsi, kama ni maduka, kama ni nini mm. kule mwaondoka, mwaenda mm. sehemu zengine mm. mm. na huku mwasema mwataka maendeleo mm. nanyie mwayapeleka kwengine. Hiyo tutajibu sawa sana. Daktari yani Mahamudi, nasema hiyo watajibu baada <laughs> <laughs> <laughs> ya <laughs> muda usiokuwa mrefu.